Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, waziri wa mambo China, Yi, ya nje wa China Bwana Wang Yi amewasili akiambatana na viongozi mbalimbali wa serikali ya China na kupokewa na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Agustini Mahiga pamoja na balozi wa China hapa nchini na kufanya mazungumzo mafupi kabla ya kuelekea kuonana na waziri mkuu wa Tanzania. Aidha, katika mazungumzo ya pande hizo mbili wamejadili miradi ya maendeleo ikiwemo upanuzi wa reli ya Tanzania kuwa katika viwango vya kisasa pamoja na ujenzi wa reli ya kati na ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Baadaye waziri mkuu Kassim Majaliwa akakutana na Bwana Wang Yi ambapo amesema serikali ya Tanzania itaendeleza ushirikiano na serikali ya China katika nyanja mbalimbali mbali kupitia uwekezaji kwenye sekta ya viwanda, nishati na miundombinu, huku akiwakaribisha wawekezaji katika sekta mbalimbali mbali nchini zikiwemo za miundombinu, viwanda, kilimo na nishati. Kwa upande wake Mheshimiwa Wang Yi amepongeza utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Magufuli pamoja na viongozi wengine, hususan katika mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi na tayari matunda yameanza kuonekana. Kutoka hapa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.